Amekuja kijana wa Kiislamu kuposa katika nyumba ya Kiislamu, nyumba ambayo bali majumba mengine, ndani yake kuna majumba watu wamesoma dini ya Allah subhanahu wataala. maa lasaf kul lasaf, masikitiko makubwa ndani ya majumba hayo. Wako mashehe ndani yake, wako watu wanajua dini ya Allah vizuri Amekuja kijana mutamasik bidini hii, ameshikamana na, na dini yake akhlaqi yake usi, usiulize kwa watu, ana akhlaqi nzuri tabia nzuri, mashallah, ameshikamana na dini yake, lakini amekuja kumposa mtoto wa Shekhi amekuja, tusirudi kule kwa wale ambao hawajui dini, hawakusoma wao ni Waislamu poa tu. Hawa ambao wamesoma wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, matatizo yanaanzia hapa. Anaambiwa, bwana mtoto wangu, naam, wewe waswali, mashaallah, wewe una tabia nzuri, tamlisha nini mtoto wangu? Tamlisha tabia yako nzuri, utamlisha hiyo dini yako, hawizo swala zako Maadamu amekuja kijana huyu kumposa binti yako ku, na anayo sababu ya kupata riziki ya Allah subhanahu wa taala, basi bila shaka nituwe na yaqini na imani ya kwamba Allah atamtilia baraka kwa ile riziki anayoipata. Lakini vijana wengi wanaogopa kuingilia masala ya ndoa kwa sababu ya hali ambazo zipo katika majumba yetu.

aisaruhunna mauba nikaha zilizo na baraka zilizopata baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni zile zenye qima kidogo katika mahali